Nam hali gani mpenzi mtazamaji wangu wa afya update, nami ni Dr Chilo. Leo nimekuja na mada inayosema ni sababu zipi si zinazoweza kumpelekea mwanamke akakosa hezi alafu au hana mimba. Kwa kawaida wanawake wajawazito ndio wanakuwa wanakosa hezi, ila mwanamke huyu si mjamzito, anapima si mjamzito ila anakosa hezi kwa kipindi cha mwezi mmoja, mwingine miezi miwili mpaka sita, mwingine mpaka mwaka mzima anakuwa anakosa hezi. Je, sababu ni zipi? Ungana nami ili niweze kukuletea hizi update nikikudondoshea moja baada ya nyingine, ili uweze kujua kama hali hiyo inayokukumba sasa kama ni ugonjwa au ni hali ya kawaida, tutakuja kuzichambua moja baada ya nyingine. Kwa kawaida wanawake wana mizunguko ya siku ishirini na tano, siku ishirini na sita, siku ishirini na nane, siku thelathini, siku thelathini na tano ndio mzunguko mrefu, na mzunguko mfupi zaidi ni siku ishirini na moja. Ukiwa nje ya hapo, basi inakuwa ni tatizo. Kama mwanamke unaweza ukakaa miezi miwili mpaka mitatu pasipo kuona hedhi, lazima ujiulize kuna sababu ipi. Basi sababu ya kwanza, endapo ukawa umetumia dawa za uzazi wa mpango, kwa mfano sindano au kijiti au vidonge. Dawa hizi kuna mwingine akiwa anatumia kama ni sindano, basi anakuwa anaendelea kuona hedhi, lakini mwingine akitumia ambazo ni sindano za miezi mitatu, anaweza asione hedhi kabisa. Yaani akichoma tu sindano leo basi mzunguko unaofuata hata ona hedhi unaofuata ndani ya miezi mitatu haoni hedhi kabisa. Hali hii ni hali ya kawaida, haihitaji matibabu. Ila baada wengine, baada ya kumaliza ile miezi mitatu hajachoma tena sindano, lakini anajikuta bado haoni hedhi. Basi kwa kitaalamu na uh, inavyotakiwa kwamba akiona zaidi ya miezi mitatu baada ya kuchoma sindano hezi yake haijarudi, basi anashauliwa kufika kwenye kituo cha afya, na akaweza kushauliwa ni namna gani ya kufanya ili aweze kurudi kwenye areke ya kawaida. Au mwingine anakuwa anahitaji mtoto pasipokuona hezi, basi ina maana uwezi ukapata mtoto. Wengine wanakuwa wametumia hzi e, ambazo ni za miaka, miaka mitatu, wengine miaka mitano Ukiweka hivi vijiti uh, kwa mkono huu wa kushoto, mara nyingi zaidi wanawake tukiwawekea vijiti hivi, basi anaweza asione hedhi. Basi katika kipindi hicho ambacho amekuwa amekiweka, asipopata hedhi hata kwa mia, kwa mwaka mzima, inakuwa haina shida kiafya. Lakini baada ya kutoa sasa, akakaa miezi mitatu mpaka sita akiwa haoni hedhi namshauri pia aweze kufika kwenye kituo cha afya na kuweza kushauriwa. Kwa hiyo mwanamke, ukiwa unatumia njia za uzazi wa mpango ambazo ni artificial, unaweza usinaona hedhi na ni jambo la kawaida, ila baada ya kumaliza kutumia e, hizi, kwenye kipindi ambacho umekuwa umeweka ume, ume dawa hizi, kama ni miezi sita au mwaka, baada ya hapo hutakiwi tena usipoona, basi nakushauri fike kituo cha afya. Wanawake wengine ambao wanaweza wakawa si wajawazito na bado hawaoni hedhi yao, mwanamke ambaye anakuwa amejifungua na akawa ananyonyesha kwenye miezi sita ya mwanzo, mwanamke huyu anaweza akawa ananyonyesha na asione hedhi kabisa, kwa kipindi cha miezi mitatu, mitano mpaka sita. Asipoona kwenye kipindi hichi, anaweza akawa tunaitwa ni ile breastfeeding akiwa na, ananyonyesha mwanamke, mwili unaweza ukawa unazuia e, asiweze kupata hedhi na ni jambo hili, ni kwa kipindi cha miezi sita ya mwanzo, ni jambo la kawaida. Ila kwa wale wanawake ambao wanakuwa wananyonyesha mara kwa mara na kwenye kipindi hichi cha miezi sita ambayo haoni hedhi, huwa inatumika ni njia ya uzazi wa mpango wanawake ambao wananyonyesha pasipokuwapa chakula kingine a watoto wao. Kwa hiyo kama wewe ni mwanamke unanyonyesha toka mwezi wa kwanza mpaka miezi sita, hauoni hedhi ni jambo la kawaida, usio na wasiwasi, ni hali ya kawaida. E, hali nyingine inaweza ikampelekea mwanamke si mjamzito, lakini haoni hedhi yake akiwa na msongo wa mawazo au stress Stressi zinaweza kuharibu mfumo mzima wa wa mzunguko wa mzungu hezi na ikamfanya mwanamke huyu asiweze kuona hezi kwa kipindi cha miezi mitatu au wengine miezi miwili, kutokana na ile changamoto anakuwa ameibeba na katika maisha yake. Kwa hiyo akiwa anapitia msongo mkubwa sana wa mawazo inaweza ikampelekea asione hezi, au kuna baadhi ya magonjwa ambayo yanakuwa yanaumiza system ya ya mwili hezi, uh, system ya homoni homoni zake, uh, estrogen na progesteroni homoni zinakuwa zinapata mabadiliko makubwa. Basi, akiwa kwenye, basi pia, si akiwa kwenye kipindi hicho cha magonjwa basi pia anaweza asione hezi na si mjamzito. Akiwa kwenye kipindi hichi, basi tunaweza tukamshauri akaweza kuwafika kwenye ma, ma, ma, matibabu na akaweza akatibiwa ili mwili wake ukarudi kwenye hali ya kawaida. Kuna wanawake wengine wakisafiri, yani akatoka ya point A akaenda point B, maybe amesafiri ametoka nje ya, ya, ya mazingira yake yale ya kawaida, mkoa mmoja akashifti kwenda mkoa mwingine, hali ya hewa inaweza pia ikamsababishia mwanamke huyu asiweze kuona hedhi na akawa yuko vizuri na pasipokuwa na ujauzito. E, kingine ni wale wanawake ambao wanakaribia ukomo wa hedhi angalau kuanzia miaka arobaini kwenda miaka hamsini homoni zinakuwa zinaanza kupishana. Kwa hiyo unaweza ukakuta mwezi huu ameona hedhi, baada ya miezi mitatu ndipo ata, atakuja kuona tena, kwa anakuwa anapishana mwezi mmoja naona miezi miwili haoni, au ndani ya mwezi anaweza kaona kidogo damu kidogo, zinakuwa zinapishana. Basi wanawake ambao wanakaribia menopause, kuangalau kuanzia miaka 40 kwenda mbele, inaanza kuwa hedhi zao zinakuwa hazionekani. Mwisho wa siku anaweza akawa anaona hedhi mara, haoni, mwezi unaofuata haoni. Basi kwenye kipindi hichi ni hali ya kawaida, anaweza akafika tu kwenye kituo cha afya au akasiana nami, inaweza nikamshauri ni namna gani yaweze kukontrol hali hiyo. Mwanamke akiwa amepata uzito wa kwenda juu zaidi kwa haraka anaweza ikamsababishia hivyo, au mwanamke ambaye anafanya sana mazoezi pia anaweza akakosa hedhi kwa kipindi hicho ambacho kinaweza ikawa miezi miwili mpaka mitatu kwenye kipindi ambacho anakuwa amefanya mazoezi kwa nguvu sana. Na ishu nyingine ni polycystic ovarian syndrome. Kuna baadhi ya wanawake ambao wanakuwa na vimbe au vimbe kwenye mfumo wake wa uzazi, naweza hizo ikamsababishia pia asiweze kuona hedhi. Basi unatakiwa ufike kwenye kituo cha afya na tukakushauri nini cha kufanya, dawa zipi utumie, na ukarudi kwenye yale yako ya kawaida na ukaweza kupata watoto kama una plani za kupata watoto, au kurudi kwenye yale yako ya kawaida ya kupata mzunguko wako wa hedhi kama kawaida. Mimi ni Dr. Chilo na hii ni afya update. Leo tulikuwa na hayo, tukutane kwenye kipindi kijacho. Bye bye.